Na mtazamaji, miaka 13 tangu mauaji ya Agnes Wanjiru, msusi ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye tenki ya maji, e, maji taka kumradhi, huko na nyuki. Mshukiwa mkuu wa mauaji hayo, hatimaye, amekamatwa na mshukiwa huyo, ambaye alikuwa mwanajeshi wa Uingereza, anazuiliwa na polisi nchini Uingereza akisubiri kusikizwa kwa dhamana kwenye kesi ya kutafuta ili arejeshwe humu nchini ili kufunguliwa mashtaka ya mauaji. Na Crispin Otieno anaarifu. Kwa zaidi ya miaka kumi na tatu, familia ya Agnes Wanjiru imekuwa ikiishi na machungu mengi baada ya binti yao kuuawa, lakini sasa gurudumu la haki linaonekana kusonga baada ya maafisa maalum wa polisi kumkamata aliyekuwa mwanajeshi wa Uingereza ambaye ni mshukiwa mkuu wa mauaji ya Agnes Wanjiru. Jamaa huyo alikamatwa katika eneo la Tidworth, Wiltshire, nchini Uingereza na anatarajiwa kufikishwa mahakamani jijini London tarehe 14 mwezi huu kusikiza uamuzi wa dhamana katika kesi ya kutaka rudishwe nchini kujibu mashtaka ya mauaji ya Wanjiru. Agnes Wanjiru, ambaye alikuwa msusi mwenye umri wa miaka 21, alitoweka baada ya kuonekana katika hoteli ya Lions Court Lodge mjini Nanyuki Baadaye mwili wake ulipatikana kwenye tenki ya maji taka katika hoteli hiyo mwezi mmoja baada ya kutoweka kwake katika kijiji cha Majengo huko Nanyuki. Familia yake ina matumaini makubwa kuwa haki hatimaye itatendeka baada ya jamaa huyo kukamatwa. Hii safari ilikuwa ndefu na imekaa miaka mingi, nilikuwa naona kama itaonekana haki Japo wanalalamikia kujikokota kwa kesi hiyo. Wanasimulia dhiki ambayo wameishi nayo kwa miaka mingi wakisubiri haki na kuitaka serikali kufanya hima ili jamaa huyo arejeshwe nchini. Yule jamaa, kwa sababu ako mikononi mwa serikali ya UK. Uh, tungetaka kwa upesi aweze kuletwa hapa kwa sababu alifanya hilo da, jambo katika ardhi la Kenya ama mchanga wa Kenya. Familia hiyo sasa ina matumaini makubwa kuwa mkondo wa sheria utafuatwa na kutuliza nyoyo zao. Crispino Tieno, Runinga ya Citizen <mucho>